Mechi umefanya, umefanya jambo la maana kukimbia hii mechi. Msimgebaki mgecheza hii mechi, mama yangu, tulikuwa tunaivuruga tunaisambaratisha Simba Sports Club kwa sababu kivyovyote ilikuwa mkono unawahusu. Tena huyu kocha wetu alizikagi na magoli a ameingia mtego, watu mtegowatu so, sio kipigo chao ukaangalia watu wameona, da, kwa nini sio memtaka mwingine kaja huyu sema no acha tucheze naye tu, lakini u mtego ulikuwa wa kwa wao. Dabi popale pale, dabi ya nani? Sisi hatujui dabi. Dabi tushamaliza sisi, dabi tushamaliza, hatuna dabi. Tunaoijua sisi Yanga, tupeleki peleki wewe. Dabi cheze mara tatu, dabi shaisha. Yanga ndio kwa kwaarumpa Malaysia, unajua kwaalumpa Malaysia. Yaani ngoja nikwambie, ukileta ubaya ubwela sasa sisi tunakujibu kisela kisera. Sikiliza kauli hiyo. Ukileta ubaya ubwela sisi tunakujibu kisera Hey, wose maitobaabwela sisi tunajibu kisela. Mechi hatuji uwanjani. Alafu sisi ndo kwala rumpa Malaysia. Mechi imeisha eh, mtajua mjui mechi <laughs> imeisha. Mechi meisha. Wewe umeambiwa ume njoo upande kitandani, umegoma kuja mda huo, unajisikia eh, eye amu ndo unanipandisha mimi, na nikakwambia yaani mimi nipande, nipande kwa sababu wewe umetaka nipande. Hapana, Yanga tupo hivyo. Yanga ndio wababe kwenye nchi hii. Yanga ndio mabingwa kwenye nchi hii. Yanga ndio klabu ya kihistoria ki kwenye nchi hii, huwezi kuipeleka peleka unavyotaka wewe. Hatari <coughs> the finest, ndio maana unasikia mara wanamtaka mara hivi, lakini hakuna timu yoyote Tanzania inaweza kuchukua mchezaji kutoka Young Africans kwa sasa. Hakuna yoyote yoyote ile, Afrika hii, Tanzania hii, especially hapa Tanzania, hakuna timu yoyote, yani timu yoyote inaweza kuchukua mchezaji kutoka Young Africans sisi tumemkimbia mwandishi, hujua ntakikingauje nitazurusha ngumi ujue. Mi nimemkimbia mtani. Yeye kanikimbia mimi, dunia zime, najua kanikimbia sasa hivi nimesikia, bwana zandani, bwana, kumbe jezi nyekundu zina asili ya kukimbia mechi. Jiongeze, jezi nyekundu zina asili ya kukimbia mechi. Hii kofia nyekundu, sio jezi nyekundu. Hii kofia mimi nivae, kofia nivue, bado ni Samboy yote kwa sababu nipo Yanga Eh senelewa si jezi yes, nyekundu zina asili ya kukimbia mechi ndio maana sisi hazipo kwenye logo yetu. Halali kakimbia. kikosi ambacho alichokianza leo first 11. Yeah. E, katika dabi ni kile kile kama tu mchezaji mmoja tu yeah, ambaye anatakiwa aanze, lakini yeah. leo ameanza, um, msheri. yeah. Sasa unamwona ikangalo maana yake unajua, na kinachotokea ni nini kwamba sisi mipango yetu ilikuwa wao, aa ah, ameingia tu kwenye 18 ila mipango yetu ni wao Kwayo ndugu yangu mwandishi, nakwambia hivi hawa akina Zuchu haya, haya makunguru ya Bunju yaendelee kukimbia kimbia. Ee hey! Mimi na yeye mechi yangu iliyobaki ni mwakani, labda tukutane kwenye fainali ya CRDB. makunguru ya Bunju kwani hajulikani jina lao jipya mjini? makunguru ya Bunju yanakimbia kimbia e hey, yanakimbia mechi bwana e, huyu ndugu yangu hana chochote zaidi ya kunikimbia mimi. Katunga sababu tofauti tofauti, lakini ukweli ni kwamba kaikimbia Young Africans na hakuna mimi, si mlaumu binafsi. Tunawapongeza kwa sababu, pasipo kukimbia zilikuwa mvua zinanyeshia leo. Asante sana bwana.